Okay, <tikula> <kodhi. tikula> <tikula> Naam, ndo tupo makaburini hapa tukiwa katika maziko ya alhabibi Sheikh <tikula> Hussein Msompa, na unachokiona hiko ndo jeneza lenye mwili wake likifika hapa Kisutu katika makaburi ya Kisutu hapa. Uh, moja kwa moja, mashekhe mbalimbali ambao wapo hapo, ambao kwa wingi kabisa wamekuja kumzika Chifu Msopa almaarufu Sharifu Majini ambaye amefariki uh, na leo hii ndiyo siku yake ya maziko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umba umekumbwa na huzuni sana, wapenzi wa bwana mtume Muhammad. Tunaomba tutulize soko, tuendelee na nyiradi na istighfari kwa ajili ya kumwombea dua shekhe wetu. Sawa, tulia

Assalamu as aleikum wa rahmatullahi wa barakatu. Insha llah tufanye subra kwa mambo matatu. La kwanza na swaha fupi, Shekh Nur Dini Kishki. La pili, kutakuwa na ujumbe maalum kwa wote tuliofika hapa, ambao utawasilishwa na Shekh Alhad, ambaye yeye ni mshauri wetu, mlezi wetu katika jumuia ya da'wa. Lakini pia mwisho kabisa, kwa niaba yetu sote na kwa niaba ya familia, mjomba Salum Juma atatoa neno la shukurani. Kwa hivyo, inshallah Shekh Nuruddin bin Muhammad Al-Ahdal, wewe ni mwanadawa mkubwa katika madai wa Tanzania na ni miongoni mwa wapenzi wa jumuiya yetu ya wahadhiri Tanzania, miongoni mwa washauri pia Insha Allah, jambo hili ni letu sote. Chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekukadiria kukisema kwa muda huu, kwa kuwa kule nyumbani hukuweza kufika, basi insha Allah utatabaruku kwa muda mfupi insha Allah, karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baad, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakika ya macho hutoa machozi. Na mioyo imehuzunika. Na hakika ndugu yetu Husein Muhammad Msopa kutuacha hilo pia limetuhuzunisha. <coughs>

Vifo vya ghafla na bila shaka, ndugu yetu kifo chake kilikuwa ni cha ghafla. Cha muhimu na cha msingi, ndugu zangu, sote tunatakiwa tujiandae na safari hii, safari ambayo tutake tusitake, kila mmoja wetu lazima atasafiri. Kulu bni untha wa in talat salamatuhu yuman la alat hadhbai mahmulu faidha hamalta yuman janazatan falam annaka min badiha mahmulu, kila aliyezaliwa na mwanamama hata aishi salama salmin kwa muda mrefu, iko siku atabebwa katika chombo dhalili cha jeneza ikiwa katika maisha yako umepata kubeba majeneza mbalimbali, basi fahamu ya kuwa iko siku na wewe utabebwa kama ulivyobeba wenzako. Qur'ani Tukufu suratul Anbiya imemthibitishia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kuwa

hivi baada ya kuondoka kwako kwa kwa wewe Muhammad baada ya kufariki kwako kwa wewe Muhammad, wao ndio watabaki milele katika ulimwengu huu? Bali katika suratu Zumar Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun wa innahum mayitun, hakika yako wewe Muhammad ni maiti na wao pia ni maiti. Kwa kumalizia, ndugu zangu katika vituo vitano ambavyo kila aliyeandikiwa kuja kuishi duniani, kituo kigumu ndugu zangu kuliko vituo vyote ni kituo cha kaburi. Kwa haraka haraka, kituo cha kwanza wanawachuoni wametuambia ni tumboni mwa mama, kituo cha pili ni duniani, kituo cha tatu ni kaburini. Ndugu yetu hapa, japo tunampenda kweli kweli lakini kwa ridhaa yetu sote tumemfunika kwa mchanga zaidi ya tani saba, Allah. Alipokuwa hai, tulikuwa hatukubali hata mchanga umguse apate madhara yoyote, lakini leo sisi wenyewe tumeamua kumzika na kumfunika kwa tani saba ya mchanga. Mshairi anasema laisa lgharibu ghariba lshami walyamani inna lghariba gharibu llahdi walkafani, mgeni hasa siyo yule anayetoka sham akaenda Yemen, bali mgeni ni yule ambaye atalazwa kwa mara ya kwanza mwana ndani bedui. Mmoja hajawahi kusafiri maisha yake, safari yake ya kwanza anasafiri Alipofika huko alikokuwa akitegemea kufika, usiku wa kwanza alikosa usingizi. Kisa na mkasa, chumba hajakizoea, tandiko hajalizoea, akaanza kuimba mashairi yafuatayo, akasema: faraktu maudia marqadi fafaraqani yasukunu Tengana na chumba changu, tandiko langu, godoro langu, kitanda changu. Nimekuja ugenini, utulivu umenikimbia, usingizi umetoweka. Ikiwa hapa duniani kitendo cha kubadili tandiko na chumba usingizi na kosa, niambieni mie kaburini usiku wa kwanza nitalala? Ndugu yetu yupo katika kituo cha tatu cha nne kinaitwa albarzakh na ndani ya Qur'an kimetajwa mara moja tu katika suratul Mu'minun, na cha tano cha mwisho kinaitwa kituo cha yaumul almahshar al, siku ya qiyama. Baada ya mawaidha haya machache, kwa niaba ya yangu, nitumie fursa hii kuwapa pole wahadhiri wote wa Kiislamu na kila anayejijua kwamba yeye ni dai na ni mlinganiaji msiba. huu ni wa kwetu sote. Hatuna la kufanya kwa sababu qadar imekwisha pita. Tunachotakiwa kufanya sasa ni mambo makuu mawili. Cha kwanza ni kumwombea sana dua, si leo tu, mara kwa mara tukimkumbuka. Cha pili, ameacha familia, na mimi na Shekh Alhadi tumekaa na mtoto wake wa kiume hapa, tulikuwa tunazungumza naye. Maskini ni mtoto mdogo na ana mtihani mzito yuko form 4, ndio anatarajiwa kufanya mtihani kesho kutwa. Nampongeza Sheikh shekh Alhadi amemtia moyo sana, akamwambia baba yako OG ameondoka, tumebaki sisi baba zako wengine. Kwa hiyo udugu wa kweli ni kumfaa ndugu yetu pindi anapopata matatizo na kufaa familia yake. Kwa pamoja tuungane, ana watoto wawili tu pale watakapohitaji

na amekwisha ongea na yanatosha, hayapaswi kuongewa mengine zaidi ya hayo. Lakini kama mlezi wa wahadhiri, e, kitu kikubwa ambacho, e, napenda niwasisitize juu ya swala la umoja, swala la umoja wa wahadhiri. Kwa hakika umoja wenu ndio jambo kubwa ambalo litaifanya kazi ya da'wa kuimarika na kuwa sawasawa na mimi kama mlezi wenu nichukue fursa hii pia kuwashukuru. Mmeonyesha umoja, mmeonyesha umoja, mmeonyesha upendo wa dhati katika jambo hili la kusimamia msiba huu wa Msopa, kijana wetu, shekhe wetu, mwenzetu, rafiki yetu mpenzi, ambaye nilisema kule mata shahidan, kwa dalili ambazo nilizo nazo. Amekufa kwa sababu muda wote yeye ni mtu wa khidma khidma juu ya amani ya nchi, khidma juu ya mahusiano, khidma juu ya wahdatu al umma alislamia, khidma juu ya watu wa mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yake yote yalikuwa hivyo, Msopa e, alikuwa akipigania akipiga dawa mm, pamoja na wahubiri wengine mbalimbali. Kwa hiyo kila mtu ameguswa na msiba huu e, kila mtu ameguswa na msiba huu wa Msopa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana e, niwashukuru sana wahadhiri wote mliojitokeza lakini Waislamu kwa ujumla, lakini neno la shukrani kwa ujumla nadhani suala utalifanya wewe e, mimi nimeshaongea sana. Kikubwa ni hicho kwamba, e, wahadhiri e, umoja wenu uimarike kupitia msiba huu. Kama kulikuwa na mapungufu huko nyuma yarekebishwe, msiba huu uturudishe katika, katika mstari, tuone tunaendeleaje kufanya kazi ya da'wa, kwa sababu kazi ya da'wa ni lazima iendelee, ila yaumi saa mpaka siku ya qiyama, ni lazima kazi ya da'wa ifanywe. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabaani fa subhanallah wa ma ana min al mushrikin. Ni lazima kazi ya da'wa iendelee, na anayempenda huyu msopa e, kijana wetu, shekhe wetu basi, aendelee kumwombea dua kama alivyosema Shekh Kishki, na kuendelea kushikamana na familia, watoto na mke ambayo ambao amewaacha. Hili ndio jambo kubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kumrahamu na ajalie kabri lake kuwa ni rawdhatun min riyadhil janna, na kamwe lisiwe hufratun min hufaril niran min yawmin hadha ila yawmid din. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, hadhirina, mimi kwa niaba ya familia ya marehemu bana Hussein Muhammad Msopa, kwanza tunatoa shukurani nyingi zisizokuwa na kiwango kwa sababu mimi nilijua kwamba lazima watakuja watu wengi lakini kumbuka kauli ya Mufti Sheikh Abakar bin Zuberi jana, wakati tulipokuwa tunaongea, akanaambia kwamba atakuwepo, Alhadi atakusaidia, masuala yote yatakwenda vizuri. Binafsi namshukuru Mufti kwa sababu yeye ndiye alielekeza hii ratiba nzima na mambo mengi kaelekeza yeye na yamefanyika lakini pia hata hii ratiba ambayo tumekwenda nayo, tumenyimwa na muda tu, lakini kuna vitu vingi ambavyo walikuwa amevielekeza, lakini muda umetupunja, ikaonekana kwamba twende kutokana na muda vile ambavyo ulivyo. Wahadhiri, maneno yamezungumzwa na saha nyingi zimetolewa. Hakuna kitu kinachowakusanya watu kama vile mambo yanayomhusu Mungu ninyi mlisimama katika hii Tanzania, inakuwa kama vile Tanzania ni kigezo kikubwa kwa walinganiaji, wanaharakati wa Tanzania, kwa sababu nchi za jirani pia zimeathirika kwa wana, kwa wahadhiri walio hapa Tanzania. Kila tunapoondoka katika miji ambayo sisi tunaifahamu, tunapata taarifa za wanaharakati ambao wana majina mengi lakini ninyi wanaharakati mmesimama kidete kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi binafsi nawashukuru, kwa sababu huyu kijana pamoja na kwamba nimemlea mimi nimemfundisha mimi na wenzake akina Harun Jumanne, yuko hapa, mmoja katika watu walioingia hapa kaburini, ni miongoni mwa vijana niliowalea mimi hawa, walai alhamdu, Mwenyezi Mungu awajalie na huyu ambaye ametangulia hapa mbele ya haki, Mwenyezi Mungu amthibitishie kile ambacho amekifanya katika maisha yake ya dunia. Hana ambalo amelifanya zaidi ya heri ambayo aliyoitangulizwa kwa Mwenyezi Mungu, na sisi sote ni mashahidi. Harakati za wanadawa ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe ni endelevu. Mawaidha yaliyotolewa yanawahusu sana wahadhiri kwa sababu huyu ilikuwa ni mtu wao. Tumwombee sana Mungu. Na shukurani za dhati kutoka kwa familia ya marehemu, tunashukuru kwa ushirikiano wenu ambao hauna kifani. Lakini nipende kusema tu, nimshukuru pia Alahi Kishki hapa kwa mawaidha na maneno aliyoyatoa lakini pia nilipata salamu zake kabla ya kuja hapa kwamba naye pia atakuwepo. Nadhani ilikuwa jana, wallahi alhamdu na yeye kweli tumekuwa sote hapa. Lakini napenda kuzungumza la mwisho ambalo pia kaligusia Sheikh Kishki hapa, hakuna kinachoweza kumfaa mtu baada ya kufa kwake isipokuwa yale mambo aliyoyafanya mwenyewe, aliyoyatengeneza mwenyewe, lakini mengine ni yale ambayo aliyotengenezewa na watu pia yanamfaa. Lakini kingine ni kile ambacho eh, amekiacha ame, ame yeye kwamba ametengeneza watu wakawa wamefaidika na elimu yake na vitendo vyake. Huyu marehemu alikuwa ni mtu karibu, kwa sababu watu wengi nimewafahamu kupitia ukarimu wake, mara nyingi alikuwa wanakuja alikuwa na wanashirikiana naye kwa namna moja au nyingine. Kwa ujumla, ni washukuruni sana kwa niaba ya familia ya marehemu lakini pia la mwisho niseme kwamba familia ya marehemu ikishirikiana na wapenzi wake na marafiki zake tumeandaa dua kama sehemu ya kumshindikiza kwa maombi siku ya Jumamosi mosi insha allah, Mwenyezi Mungu akijali kwa hivyo kwa yule atakayepata nafasi kuanzia saa nne tano tunawaomba tushirikiane kwa pamoja. Shukran, salamu alaykum alaykum wa wa alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapi dua? Tangaza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapi dua? Pale pale nyumbani kwake. Eh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah nadhani ratiba hii imekamilika, matim anasema wahadhiri wote baada kumisa, duwe, mwisho, ya kumaliza hapa dua ya mwisho tubaki hapa bakapakaburia kumwendea mwenzetu baada ya hapo, sote tunatakiwa kurudi nyumbani kwa marehemu pale. Kuna baraka na yapo mambo mawili matatu ya kujadili. Kwa hivyo, baada ya dua inshallah, Sheikh Shekh Suleiman tufanyie dua. Baada ya dua, wahadhiri wote tusogee hapa, tumwombee mwenzetu kwa amri ya Sheikh Matimbwa, na baada ya dua hiyo tutatawanyika kuelekea nyumbani kwa marehemu inshallah. Sheikh Suleiman, dua. Bismillahirrahmanirrahim

Ni wahadhiri wote, Sheikh Matimbwa anaomba hapa mje. Sharif Majini maarufu, wahadhiri wote naomba hapa leo siku ya Jumatano kila no, ambaye ni mahadhiri asogee katika kaburi hili ambapo Sheikh Matimbwa yuko hapa siku ya tarehe 9 siku rasmi ya uchaguzi. Njoo, njoo kwa maipopo siku rasmi ya uchaguzi ambapo kutokana na rapsha zilizotokea katika nchi ya Tanzania ee, hivyo wahadhiri ndio wanaitana hapa kwa ajili ya ee, uh,